Hebana, ni wazi kabisa inajulikana kwamba Diamond Platnumz ana watoto watatu ambao wanafahamika vizuri kabisa hapa. Kuna mtoto wa Tanasha Donna anaitwa Nasib Junior, lakini pia kuna watoto wa Zari, wa Zari wawili Latifa na Nillan, na pia kuna mtoto wa Hamisa. Unajua mtoto wa Hamisa, kuna muda anahesabiwa kama mtoto wa Diamond Platnumz, kuna muda wanasema sio mtoto wa Diamond Platnumz, hivyo hatuna uhakika zaidi, lakini watu ambao wanajulikana vizuri kabisa ni hawa watoto watatu wa Tanasha Dona, lakini pia wa Zari The Boss Lady. Asabana, kuna jambo zito sana limeibuka na linaongelewa sana kuhusiana na Diamond Platnumz pamoja na familia zake. unajua E, msanii Diamond Platnumz ajabahatika aja kuishi na watoto wake, hilo ni jambo ambalo kila mmoja anafahamu vizuri kabisa. Kwa mfano kipindi ambacho Zari ameachana na msanii Diamond Platnumz, basi ndio ilikuwa ni mwisho kwa Diamond Platnumz kukaa kwa amani na watoto wake kwa muda mrefu. Hivyo sasa hivi anaishia tu kuwasalimia kila baada ya muda fulani, anaenda South Africa pale, atawasalimia na atarudi nyumbani kwake kuendelea na maisha kama kawaida, lakini pia kwa Tanasha Donna, hivyo hivyo. Unajua, Tanasha alipokuwa na ujauzito pale, tulifurahi sana kuona kwamba pengine Diamond atapata nafasi ya kukaa na kuishi muda mrefu sana na mtoto wa Tanasha Dona, kwa sababu walikuwa bado hawajaachana, lakini walipoachana tu mtoto huyu akarudi eh, huko Kenya kwa Tanasha Dona, na kuanzia hapo Tanasha Dona akaendelea kuishi vizuri kabisa na mtoto wake Nassim Junior. Asabana wa Tanzania wanasema jamani, mtoto huyu sahivi itabidi arudishwe Tanzania, kwamba mtoto wa Tanasha Donna itabidi tu arudishwe Tanzania aweze kuishi napamoja na, na familia yake kwa sababu ya vitu mbalimbali ambavyo vimeonekana huko mtandaoni vinaendelea. Watu wengi wanasema Tanasha ni mzururaji sana, leo utamsikia yupo Nigeria, kesho utamsikia yupo Dubai, na the next time utamsikia yupo huko Paris na sasa hivi tunavyoongea Tanasha Donna yupo Marekani. Asa, mtoto huyu anakuwa apate ule muda wa kuspendi na mama yake mzazi. Hivyo ni bora angekuja Tanzania hapa na kulelewa na bibi yake au na msanii Diamond Platnumz, kwa sababu hapa msanii Diamond Platnumz mara nyingi sana e, kila mwezi lazima awe nyumbani kwake hapa na vitu kama hivyo na hata kama yeye hayupo e, familia yake ipo hapa, ni tofauti kule na Tanasha Donna. Tanasha Donna kisafiri watu wengi wanasema mtoto huyu anaweza akaachiwa aka, aka au, au ndugu wa mbali wa Tanasha Donna tofauti kabisa na, na msanii Diamond Platnumz. Hivyo watu wengi wanamshauri Diamond Platnumz amchukua mtoto huyu na aweze kumlea kwa sababu Tanasha ni kama ameshindwa malezi ya ukaribu kabisa kutokana na ratiba yake kuwa ngumu kila mara e bana. Hapo chini andika komenti yako. Mimi naitwa Hansi na hapa ni chaneli yako pendo kabisa. Mwenda siku njema.